Naitwa Farida, Farida Nazaru Dixon Shombe, ni mtu wa Mozambique. Sasa ndugu yangu, eh, lile neno la dyslexia ambazo amba, ambalo umeniuliza ni kwa haraka, ninajua kwamba ni ugumu wa mtoto kuelewa au pengine ni ugumu wa mtoto kushika masomo shuleni, na nikiangalia hiyo ni kawaida kwa watoto, kwa sababu uh, watoto wanatofautiana. Kuna mtoto anaweza akawa ni clever, ana akili nyingi, ndivyo alivyoumbwa na kuna mtoto mwingine ambaye sio clever sana na kuna wengine wanaelewa vitu kwa polepole pole au kwa um, sio kwa haraka, lakini sasa inabidi tujue ku, ku inabidi tuwaelewe hawa watoto, kila mtu tumwelewe kwa kivyake. Huyu mwenye kushika kwa haraka sio kwamba um, yeye tusimweke kwa, kwenye nafasi kwamba anafanya vizuri zaidi, ndio anafanya vizuri zaidi lakini, huyu mwenye kushika masomo polepole pole, eh, tusimwone kama ni mtoto ambaye ana ukosefu fulani. Inabidi hawa watoto kila mtu tumweke katika nafasi ya nafasi yake, na sisi wazazi tusiwe tusi tuki tukimnyanyasa au tukimtenga huyu mtoto ambaye haelewi masomo kwa haraka, ndivyo alivyoumbwa, na inabidi pia tumchukulie hivyo hivyo kwa utaratibu, na nafikiri pia kwa utaratibu huyo mtoto ataelewa masomo, kwa sababu kuna wazazi au kuna walimu wanamchukulia kama huyu mtoto anafanya kitu cha makusudi, yani anafanya uzembe. Hapana, ndivyo alivyo na inabidi achukuliwe vile alivyo na asiteswe, na wala tusimwone kama huyo mtoto anafanya makusudi. Hapana. Na mimi, ni, mimi kama mama mimi nina watoto wanne na pia nina watoto tofauti. Mtoto wangu wa kwanza ana anaelewa mambo kwa polepole pole, na mtoto wangu wa pili pia ndivyo alivyo, lakini watatu anaelewa mambo kwa haraka sana. Lakini nilipoenda kuchunguza huyu mtoto ambaye anaelewa mambo kwa polepole pole, kuna kitu kizuri ndani yake. Hawa ni watulivu, wanaelewa mambo polepole pole, lakini atakapoelewa anashika, sio kwamba hashiki ana, inabidi kuchukua muda ashike, na huyu mwingine yani hahitaji muda mrefu ili kushika, lakini mwisho wa siku wote wanashika, lakini kila mtoto anashika kwa namna ya kwa namna yake. Basi mashuleni, uwalimu inabidi tuelewe hilo na wazazi pia tuelewe hilo. Na kuna siku nilikuwa ninazungumza na mtu kuhusu uh, utofauti wa watoto kuelewa mambo. Huyo mtu alikwenda kuniambia kwamba uh, wale ambao wale ambao hawakufanya vizuri shule ni watu ambao walikuwa na waliunga wali, waliunda vitu vizuri vikubwa vikubwa kama vile mashine, kama vile ndege, kama vile vitu vingine. Ni watu wa, wa, wa, wa, watulivu na ni watu ambao hawa utotoni walikuwa hawashiki masomo kwa haraka, walikuwa wakishika masomo kwa polepole pole. Na tunajua kwamba watoto watulivu ha, watoto watulivu wanahitaji muda mrefu ili kuwaeleza kitu washike. Walimu inabidi tu, tujue hiyo. Na wamama nyumbani pia inabidi tujue hiyo. Kwa sababu wamama wengine kama vile mtoto ameleta homework nyumbani akimwelezea, pengine mama ana ana mambo mengine, ana kazi nyingine anataka kufanya anaharakisha yani, kumsaidia yule mtoto ili akafanye mambo mengine, lakini inabidi mama achukue muda mrefu kumsaidia mtoto kuku kufanya ile homework. Shuleni pia walimu inabidi wafanye hivyo hivyo. Lakini sasa tukifanya haraka haraka, mtoto hata elewa. Yaani tunamforce mtoto awe na speed ambayo speed speed ambayo mimi ninayo. Hapana, lakini sisi ni tofauti ni tofauti. Hata ndani ya darasa mwalimu inabidi ajue. Mimi nina watoto wengi na hawa watoto wote sio? Sio. Oh, hawa watoto wote ni tofauti ha? Na kitu cha kwanza mwalimu inabidi amjue um, kila mtoto tabia yake na kila mtoto uwezo wake, na amsaidie kila mtoto vile alivyo, sio kuwachukulia watoto wote sawa. Kuna watoto ambao inabidi kwanza, wale wa darasa la kwanza la pili la tatu, pale ndio mwanzo wa masomo, basi inabidi nani, mwalimu awe careful, aangalie tabia za watoto. Huyu mtoto hapa anahitaji masaa mangapi ili kuelewa kitu, au nirudie mara ngapi mpaka huyu aelewe kitu? Na kuna wengine mara moja tu, vapu wameshi, wameshika. Basi binadamu ndio tulivyo, tunatofautiana, inabidi tujue hilo. Na pia namna nyingine ya kumsaidia mtoto ni tu, tuwasaidie watoto kat, masomo, lakini pia tuwasaidie watoto kumjua Mungu Manake Mungu anasaidia na Roho Mtakatifu pia anasaidia. Sa nyingine sisi tunafikiria kwamba ha, a, Roho Mtakatifu ni wa watu wazima tu. Hapana, tukumbuke kwamba Roho Mtakatifu ni mwalimu pia, ni mwalimu. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu anakumbusha kile ambacho mtu amejifunza, anakumbusha